Kulikuwa na kijana aitwaye Ramadhani aliyekuwa akifanya kazi ya kibarua sokoni. Kila alipolipwa alitumia fedha zote bila kufikiria kesho. Mara nyingi mwisho wa mwezi alibaki hana kitu, na kila wakati alilalamika kuwa maisha ni magumu. Siku moja mzee mmoja tajiri sokoni alimwita na kumwambia, kijana, siri ya utajiri si kupata pesa nyingi, bali ni namna unavyohifadhi na kuizalisha. Akamshauri aanze kwa kutenga shilingi mia tano kila siku bila kujali kipato chake kidogo. Mwanzoni, Ramadhani aliona hiyo hela ndogo haina maana lakini akaamua kujaribu. Baada ya miezi sita, alipata mshangao kuona kile kidogo alichokuwa akiweka kimekuwa kikubwa. Baadaye akatumia sehemu ya akiba hiyo kuanzisha biashara ndogo ya kuuza matunda. Akiba ndogo ikazaa mtaji, mtaji ukazaa faida na faida ikamfundisha nidhamu ya kifedha. Miaka michache ilipita, Ramadhani akawa na vibanda vitatu vya biashara sokoni na wafanyakazi wake. Alipokumbuka maneno ya yule mzee, alitabasamu na kusema, Kweli, utajiri huanza na shilingi moja uliyoamua kuiheshimu. Mafunzo: usisubiri kupata pesa nyingi ili kuanza kuwekeza au kuokoa, anza na kidogo ulichonacho. Nidhamu ya kifedha ni daraja la utajiri. Fedha ikihifadhiwa na kuzalishwa hujenga maisha bora ya baadaye. Asante sana kwa kufuatilia hadithi hii, niandikie maoni yako na nini kimekupendeza zaidi. Karibu tena tujifunze uchumi kwa wakati mwingine. Kwa sasa tuishie hapa, bye bye.